Senate. The members of parliament and the senators have done their constitutional mandate in Kenya. Kulingana na sheria ya katiba na tulitoa uamuzi wetu kwa bunge tukaimpeach Gachagua. Hatukuimpeach watu ya Mount Kenya. Tuliimpeach mtu mmoja ambaye alikuwa na makosa. Sisi tunapenda watu wa Mount Kenya wasaba walitupatia kura. Na tunawapenda. Lakini huyu mzee alikuwa na makosa. Makosa kubwa. Na seneti wakafanya yao. So sisi hatuna kesi tena. Sisi tulimalizana. Bunge ya Parliament we finished. Bunge ya Senate finished. President akalete Professor Kindiki Chusi approval. Na hiyo inafanywa na bunge ya kitaifa peke yake, haifanywi na senators. Sasa sisi tumefanya tena hiyo aki yetu. We have approved Kindiki as the Deputy President of the Republic of Kenya. And we have no apology. We are supporting Kindiki 100%. Wabunge wote ambayo walikuwa bunge wakipigia Kindiki kura ya kuwa Deputy President elect. Ilikuwa 236 out of 236. Akuna hata mtu moja. Ile ingine ni zero zero. 236 out of 236 ambayo walikuwa bunge. Na wale wale to akatako kwa bunge ni 282 auto potipo ako. Na nako naumarubu hapo, si mtu amepata 236 out of 236, na ngine 00 wengine no robot. Na ile mtu ya makosa 282, kama wabunge 282 anasema la kwa niaba ya wananchi wa, who are you to force yourself? So hata ile nyingine ya usema kuwa mkonjwa, mimi sijui, mimi hata si sifikiri Kachako alikuwa mkonjwa, alikuwa anapumzika tu. So wacha ye adil na maneno ya kotini, let the judiciary do their part. We have done our part. We are asking the president to swear in as soon as possible, Professor Kindiki as the Deputy President of the Republic of Kenya. Nyinyi mnaunga mkono Kindiki? Hebu mnionyeshe kwa mkono rais ya Kenya aone, The President of Kenya, watu ya Baringo noto anasema Kindiki aendelee kama Deputy President kwa mkono juu yeah. Nyinyi wote mmekubali yeah. Kindiki akwe Deputy ya Ruto yeah. Asanteni na Mungu awabariki sana.